Kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu ya Classic Media 255, subscribe chini ya video hii na kisha gusa alama ya kengele ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani zinazo kiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Wema Sepetu baada ya kutangaza kwamba anaelekea India kwa ajili ya maandalizi ya kujifungua, stori nyingi zimeweza kuibuka baada ya kusambaza ukweli kwamba ni lazima aweze kwenda India na ametoa taarifa kwamba mmoja kati ya watu ambao wamemshauri na wamemsihi kwamba ni lazima aweze kuelekea huko India kwa ajili ya maandalizi ya kujifungua ni baba mzazi wa huyu mtoto ambaye ni Diamond Platinum. Kitu hiki kimeweza kuwashangaza watu wengi kwa sababu wanadhani kwamba mapenzi yao yaliweza kuishia huko nyuma enzi zile. Wema Sepetu amekiri kwamba yeye na Diamond Platinum bado ni wapenzi na wana mpango wa kufunga ndoa ndani ya huu mwaka wa 2026. Akishajifungua tu Wema Sepetu ni lazima ndoa iweze kupita, kwa sababu Diamond Platinum amekwisha kutoa taarifa huko kwao, ambapo ni kwa familia ya mama Dangote na ukoo mzima wanatambua ujio wa mwanamke huyu kwenye familia yao. Na unaweza kuona Diamond Platinum baada ya kuona kwamba Wema Sepetu anaelekea India ameamua kumpigia video call na kumwambia kwamba ni lazima aweze kufika na yeye huko India ili mradi tu aweze kumsapoti na kuwa karibu na mpenzi wake mpaka pale atakapompokea mtoto wake. Kitu hiki kimeweza kuwashangaza mashabiki kwa sababu watu walidhani kwamba Diamond Platinum hataweza kumsapoti Wema Sepetu kutokana na mambo ambayo yamekuwa yakiendelea katika familia yake. Ikumbukwe Wema Sepetu aliachika kwa Diamond Platinum kwa sababu tu ya kukosa mtoto kwa kipindi kirefu, na Diamond Platinum aliridhia hilo baada ya kumpata Zari the Boss Lady na hatimaye Zari the Boss Lady kumpatia zawadi ya watoto wawili. Kitu hiki kiliweza kumpoza moyo wa Diamond Platinum, ndio maana Wema Sepetu akaweza kusaulika kwa ghafla na sasa hivi kwa upande wa Zuchu tunaweza kusema kwamba ni majonzi kwa sababu ameamua kuchukua virago vyake na kwenda mbali ambapo anahisi kwamba ataweza kupata amani ya moyo wake, na kitu hiki kimeweza kuwafanya watu wengi waone kwamba familia ya Diamond Platinum wanamsikiliza sana Diamond Platinum. Anachokitaka yeye ni lazima waweze kuitikia, hata kama ni kitu kibaya, ni lazima tu waweze kumuunga mkono mwanaume huyu. Wewe kama mfuatiliaji au mtazamaji wa video hii, unahisi kwamba Wema Sepetu yuko sahihi kwenda kuingilia mahusiano ya Zuchu, ili hali anatambua ukweli kwamba mwanadada Zuchu ameweza kuolewa na ndoa kabisa? Tuachie maoni yako ndani ya comment section na vilevile, usisahau vile kusubscribe, kushare na kulike na turn on notification.